Nahodha wa timu ya taifa ya Uganda ni Khalid Aucho ambaye kwa sasa anakipiga na timu ya katikati mwa kati Tanzania Singida Black Stars. Mchezaji huyu kiungo mkabaji anajulikana kama Dokta kulingana na utaalamu wake uwanjani. Dokta Aucho amewahi kucheza katika timu nyingi ikiwemo Water FC ya Uganda, Simba ya Uganda, Tusker FC na Gor Mahia za Kenya na Baroka ya Afrika Kusini. Kama ulikuwa ufahamu Khalid Aucho amecheza katika ligi zingine ambazo pengine hujawahi kuzisikia fundi huyu mwenye umri wa miaka thelathini na mbili amecheza katika ligi ya Sabia na timu ya ligi daraja la pili ya Misri Lelmekasa. Pengine mmezoea India kuna sinema za Bollywood au kriketi. Dr Aucho alicheza pia huko akiwa na timu za East Bengal na Churchill Brothers, lakini ni wazi nyota yake iling'aa zaidi alipojiunga na wananchi mabingwa ligi kuu ya Tanzania, Young Africans mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Amekuwepo Jangwani kwa misimu minne tangu alipojiunga nao msimu wa kwanza 2021-2022. Ishirini na mbili aliipatia timu hiyo magoli mawili. Kiungo mkabaji huyo alianza kucheza katika timu ya taifa ya Uganda mwaka 2013 na amekuwa sehemu muhimu wa timu hiyo ya The Cranes hadi leo ambapo ni nahodha wa timu hiyo. Alikuwa miongoni mwa kikosi kilichoipeleka timu hiyo ya Ardhi ya Matoke kwenye fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika mwaka 2016 baada ya miaka 38. Amecheza pia kwenye mashindano ya Sekafa na michezo mingine. Kwa sasa Dr. Aucho Anapambania kuhakikisha Singida Black Stars inabaki kuwa kubwa kwenye ligi kuu ya Tanzania bara.